Kwa majina yanaitwa Zuena Ajabili Tupa, unajihusisha na masuala ya saluni, tunasuka, tunakudoa, tunaosha, tuna nywele, yaani tunafanya zile kazi za kike za saluni zote tunafanya. Kwasolo kubandika kucha, bado hatujafikia hiyo level. Na pia sio lipo, tunajihusisha masuala ya saluni, pia ni wanafunzi wa chuo cha NIT. Mwaka wa kwanza na ina karibu ya kuingia mwaka wa pili. Nasoma kozi ya logistic, nipo najishurisha maswala saruni kwa sababu nijiingizie riski, uweze kukaa tu sehemu unasoma una cha kukuingizia hela. Inakwani inatuletea vitu vigumu, natuletea vishawishi. Usipokuwa na kazi, usipojiongeza pata kazi, inakuletea vishawishi vya kufanya vitu vingine. Kwa hiyo nikajiongeza nikaa tafuta ni, nilianza kunanilia kuanza kazi za saluni. Nilikuwa napenda sana kusuka, sio kazi za saluni, nilikuwa napenda sana kusuka. Kipindi nipo form 4 nikaa nasuka walimu, walimu wangu na wasuka hivyo, mpaka nilipomaliza form 4, mzazi akaniuliza mwanangu, nataka nini? Cha kwanza kabisa kakuwa, nilikuwa napenda sana kusuka, nikaona sio shida sana, kwa hiyo nikamwambia tu mzazi usiangaiaka kunipeleka kwanza chuo kwenda kusoma, kwa sababu sikufaulu. Uliofaulu kwenda form five na six, ilifaulu kwenda chuo. Kwa hiyo sikutaka sana kwenda moja kwa moja chuo level ya juu, ka nimesoma pale Arusha kwenye hicho chuo cha urembo. Nikasoma pale mwaka, miezi mitatu nikamaliza, kwa sababu nilikuwa nishakuwa na ile nisha elimu kidogo ya kusuka, nilikuwa nani kwa najua na kusuka kwa hiyo nikapata nikamaliza ile miezi mitatu nikapata cheti nikagraduate, nikaanza. Mwalimu wangu ule wa chuo akaanza kunitafutia kazi, kwani nikafanya kazi Arusha Makuyuni, kama unaopata Arusha Makuyuni. Nikaanza pale kufanya kazi, nikaajiriwa, nikafanya fanya kazi. Mwalimu akanishauri amb uwezi unabidi na nini ukajiajiri mwenyewe kwa hiyo nikatoka nika Arusha niivyokakaa nilikaa mwa, mwaka nahisi mwa, kitu kama hicho, nikamaliza mwaka Arusha makuyuni pale nika, ama nikarudi nyumbani sasa. Nyumbani nifika nyumbani nika, nilikuwa na ule mtaji wa kule nilotokaa nao nikarudi mpaka nyumbani nikakaakaa, nikaona maisha bado, ule mtaji hujafikia kuanza kufungua saluni yangu nikarudi nikakakaa nyumbani miezi mitatu kitu kama hicho, nika mwalimu akanipigia simu, vipi ushaweza kujiajiri? Nikafanyafanya kazi pale Mbezi, fanya, fanya kazi kama mwaka nayo kama mwaka ilivyofika ule mwaka, kazi kwa mtu mwingine yani wanakuwa wanakuletea shida shida nini shida ipo kwa bosi bosi, yani unaf unafanya kazi vizuri kabisa pesa yake unapokea, ila ndo hivyo inakuwa ni ile pesa, sheria sio sawa na pesa ambayo unaweza ukawa na mtaji wako mwenyewe, ukajua unaifanyia nini, unafanya nini. Unaingiza pesa nyingi, lakini mshahara unaweza ukalipwa ni mdogo, ujira ni mdogo ehe. Kazi unaweza kufanya kubwa, ni ujira ni mdogo. Hata hivyo, mtu mwingine, bosi mwingine anaweza kukusia vibaya wanafanya kazi mda mwingine na zingine naziweka pembeni. Mbona unafanya tu kazi, ila zote unazeka sehemu moja hivyo, hapo kama hivyo, kwenye mambo ya account account, nikaa ninaika hela, ila zingine zikaa zinapotea, sije hata zinaelekea wapi, hivyo. Kwa hiyo nikasema ngoja nikafungue tu, kwa sababu mteja ninao kidogo, nikaanza nikarudi nyumbani nikaanza kujinunulia vitu vyangu vya saluni, kama madraya nini, kila kitu nikaika nyumbani, nikakaa kama miezi miwili nikakodisha fremu banketu Morogoro, nikakodisha fremu, nikaendelea na kazi, nikaanza kazi yangu mwenyewe sasa. So, nikajiajiri mwenyewe, nishachoka ile maisha kuajiliwa. Nikafanya kazi pale nyumbani, sio kama nikuwa napata wateja, ni wateja nikuwa napata, sasa nataka ile nipate, nipate ile useme kipato kiongezeke zaidi nikasema sio shida, uja niende wapi? Dar es Salaam nikafanya biashara, kwa sababu nikifanya kule biashara naisi itaongezeka kidogo, kamtaji kataongezeka. Kwa hiyo nikakaa pale Morogoro kwetu kama mwaka, nikamaliza mwaka nao, nikatoka kwa Morogoro nikahamia Dar es Salaam mabibo mia hapa nikaa nakaa kama saizi na miezi saba kwa saruni, na pia nilienda kusoma kozi ya muda mfupi ya nilia ya conductor passenger service, ile huduma ya mabasi ndio nilikuwa nimeenda kusomea kozi kwa muda mfupi miezi miwili. Kwa hapa mabibu kipato nachokipata sio kikubwa sana watu wanakuja kusuka waje kusuka, n za elfu hamsini za elfu thelathini mtu kaja sana na so, elfu kumi na nane elfu ishirini haikuzidi elfu ishirini elfu kumi na nane elfu kumi na tano mtu kasuka mia tano pia tunasuka zaidi mia tano Sasa nikaona nikiendelea kukaa na kazi moja tu itakuwa itakuwa tu nalipa tu kodi napata hela ya kodi na ya kula tu. Basi zingine viendelee saluni sawa. Kuna sifika maswala ya umbea, lakini sio, ni umbea ule unapigwa, yani sio ni sema watu wanapiga umbea, yani ni yani, ni vile tu huwezi ukaenda sehemu ukakaa kimya, lazima ukatafute mada uongee. Sasa hiyo mada inaongeleka, ndio wanakuja kuigeuzia kama ni umbea ila ni kwangu mimi, wanaokuja mara nyingi sana ni sio wale wajiji, yani wana, wanakuja kwangu wanasuka, mtu kasuka, kawaliza, kaondoa, kwa sababu sinaga mambo mengi. Ila na experience za saluni zingine, baadhi ya saluni kama hivyo, unaenda saluni saluni yani, unaenda kila siku hiyo saluni. Ukienda kila siku, lazima utakuwa umemzoea ile mwenye saluni na mwenye saluni kapozoea wewe ili kubadilishana mada, najikuta mnamsema mtu, naonekana niumbea. <laughs> hivyo mnafanya yani, hivyo yani, maneno maneno yale mtu, ili mradi tu mchangamshane nini, au mtu kapita barabarani, mkacheka mtu, akakasirika nje akaja ndani akaongea ongea, ila sio ni umbea. Yani vile tu mmekaa sehemu moja, watu wengi amuezitu, mkakaa tu kimya, lazima mpate mada ya kuongea, ili mradi tu msikae tu kimya. Na saluni ukija, utakuta mteja akakaa, mteja mwingine anahudumiwa, afu mkuta ni foleni, nabidi ukae chini usubiri, ndo unaanza kuongea. Sasa wanene huku, tumeenda kumerudi, ukafanyaje? Ni vile tu yani, yani mtafute kile cha kuwafurahisha na cha kujuana zaidi. Na vile wengine anapenda tu kupata mada mpya, katoka huko nje, ana kitu chake cha moyoni kimemkana mtu wa kumwambia, kafika kwako akakuvuta name mtu fulani siri na nini, unajua mtu fulani lazima uongee ushirikie, usha mteja anapoongea, unabidi uwe unaongea na wewe, una una pia vilevile unamsikiliza mteja anaongea nini, yani na wewe unabidi umpe sapoti mteja, ndio anamfanya mwenye zonakuongea, maana yake atatoka na mada yake huko nje. Mi nashinda tu mundani, atatoka na madake huko nje, atakuja mtu fulani si kafanyafanyaje, saluni fulani imeenda hivi na hivi na hivi, yule anakuibia wateja, kwa hiyo unaongea nana, unampa sapoti kidogo. Sasa hivi tukawa <laughs> lazima ni uchangamku, lazima ni vichangamke, niongee na wateja, yaani mteja kaja, kanibaombea ni, bombea, ni Morogoro ni tukikaa ni mambo tu ya kucheza. Mtu kaja saluni kwangu kachezea chezea tu simu yake, kasuka kamaliza hivyo na biashara biashara zingine kauliza nini, maana kule kwetu tunashughulikia sana na kilimo cha mpunga. Kwa hiyo mtu kaja, shamba langu limeenda hivi, shamba langu limeenda hivi, ndio hivyo kule, mada nyingi sana za kulima, kwa sababu ni tunalima sana mpunga, mahindi ndo vilimo vyetu. Kwa hiyo mada nyingi zinakuwa za kulima tu. Ah, leo nimechoka sijaenda sijaenda shamba na mama kusuka. Hivyo. Yaani huu uh, mbea tunaopiga. Sio kwamba tunamsema mwenyewe yuko hapo hapo, no, mwenyewe anakuwa hayupo. Kwa hiyo inakuwa ni ile ndio pale sasa, mtu anaweza kuonekana mbea sasa, kwa sababu huyu atakuja atakwambia neno lake, na huyu anayokuja mwingine yule mtu atakaomsema naye atakuja atakwambia neno lake kwa kweli nitajisikia vibaya. Ndiyo maana sijawezesha sana wateja wangu kuja hapa kupija umbea. Mteja wangu akija hapa, nawambia tusukane, tumalize vitu vingine viendelee. Kwa hiyo wateja wangu wakija hapa sana, mara nyingi sana huwa wanakuja wanasuka, wamemaliza tumecheka, tupija sehemu moja mbili tatu, mtu kaondoka zake. Kupija stori za umbea sizi kuacha, kwa sababu Mtija atakuja atataka kupe stori, uwezi ukamkalia kimya, kaambia isiikusikia stori yako saki umbea n nawo, namsapoti atakona ufai. Hata ukuja tena kazini kwako biashara, hakuna umbea ufai, kuna mda ambao unakuletea matatizo kazini kwako. Naweza ukanaongea mwenyewe akaweta nje

Tushakabifu ila, ndo hivyo unajua, tutaongea kwa sababu napenda sana amani, utaongea nitamwongeresha, ila y akikataa kuongea na nini, basi inabidi mwache mtu wezi kamlazimisha kuelewe, japokuwa wanaume mpo wachache, wanawake tupo wengi, ila ntamwachia atata mwingine. No, mimi sijaingia kwa hizo yeah, mifumo kwa mifumo ya marejeshi bado sijaingia, kwa sababu na miezi saba, kwa sababu nyumbani nimetoka na mtaji nikajiamini. Sasa naenda Dar es Salaam nafanya mtaji fulani, kama michezo nacheza nyumbani na napatikana mabibi wa vina. saluni yangu naitwa Flower Beauty. Na karibisha jamani, karibuni tunasuka, yeah, mitindo yote na pamba maharusi, ila kwa sababu ndio hatuja kuwa na ile maarufu mkubwa sana, ila na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuwa maarufu.